Um, tunaye mdau mkubwa kabisa nchini Tanzania ambaye amejikita hasa kwenye masuala mazima ya ufugaji nyuki. Wadau wanataka wakufahamu wewe uh, hmm. ni nani? Naitwa Philimon Josephat Kiemi, ni mkurugenzi mtendaji wa kampuni ya Kijiji cha Nyuki yenye makao makuu yake katika kijiji cha Kisaki Singida mm, na ambapo ina wadau wa nyuki e, ambao wako kwenye nchi nzima mm, na mimi ndio kiongozi wao wa wadau wa nyuki katika nchi nchi yetu, ambao wanaamini kwenye kubadili mtazamo wa ufugaji wa asili wa nyuki kwenda kwenye mtazamo wa kibiashara. Unaposema wewe ni kiongozi wa wadau wa nyuki nchini Tanzania, unamaanisha nini? E, kwanza kabisa ni kwa miaka kumi na mbili iliyopita tumekuwa tukifundisha watu hasa, e, vijana ambao wametoka katika mikoa yote Tanzania, lakini tumekuwa tukishirikiana na academic institutions au vyo vikuu. Tumekuwa tukishirikiana na wadau wengine e, ambao wanyuki ambao wako rasmi na ambao hawako rasmi. Kwa hiyo kwa pamoja, au huwa tunafanya mikutano mikuu katika katika eneo la kijiji cha cha, cha nyuki tunaita mkutano mkuu wa wafugaji wa nyuki ambao wa kwanza ulifanyika mwaka elfu mbili na kumi na tano mwezi Februari, na eh, jana, eh, wa pili ulifanyika mwaka jana mwezi wa watatu. Mkutano huo ndio huwa wale wadau wa nyuki wanamchagua wa kiongozi ambaye ataweza ku, ku, kuwaongoza katika masuala haya ya ufugaji wa nyuki katika levo ya nchi na hiyo ndiyo e, mwaka jana walinichagua mimi kuwa kiongozi wa wadau wa nyuki hao ambao wako kwenye kila mikoa e, na kwa kushirikiana na wadau wengine wa, na hiyo ndiyo iliyokuja kwamba ni kiongozi wa wadau wa nyuki, na kazi zangu za kila siku ninazozifanya ni zile ambazo zinawagusa watu e, katika nchi moja kwa moja ikiwemo nguvu ya mawasiliano, nguvu ya usambazaji wa vifaa, na kwa sasa pia kama Kijiji cha Nyuki Company Limited tunayo miradi katika nchi hmm, e, ambayo iko kusini mwa nchi hmm, kaskazini mwa nchi hmm, e, kati kati ya nchi e, na magharibi ya nchi Kali, kila kila panda, lakini operation hmm, zetu pia zinavuka boda ya hmm, nje ya Tanzania ambapo mazao yetu tunayauza Kenya na Rwanda hmm, lakini mengine kidogo yanaenda katika nchi za mbali za bara hii kama Korea Kusini hmm, na Kanada. Safi, ongera sana hakika, hiyo ndo dhana nzima ambaye alikuwa afahamu kiongozi wa wadau wa nyuki Tanzania. Nafikiri sasa ameelewa kiongozi ni nani. Um, kampuni ya kijiji cha Nyuki Limited inagusaje maisha ya wananchi hususani eh, Singida, ambako hupo zaidi? Asante sana. Kwanza sisi tulikuwa na malengo kabla kampuni mm. haijaanzishwa, tulikuwa na malengo yetu ambayo malengo yetu yalikuwa ni kuwa na kazi tatu kubwa katika nchi yetu mm. moja ni kufanya tafiti mm. action research yeah, lakini ya pili ni kusambaza maarifa mm. eh, usambazaji wa maarifa ambayo tunaita technology transfer mm. lakini ya tatu ilikuwa ni kuonyesha matokeo ya kibiashara ambayo ni apitourism mm. eh, madawa na mambo mengine pamoja na social economic development. Kampuni mm. ya kijiji cha nyuki, tayari majirani zake wanapata maji bure mm. tayari wamepimiwa ardhi eh, yao mpaka kupata uh, survey plan mm. E, na wengine wamepata hati kwa gharama za kijiji cha nyuki. Lakini uh, watu walioajiriwa kwenye kijiji cha nyuki, wengi wao ni majirani, ndugu na, na watu kutoka nchi nzima. Kwa sisi tunaamini kwamba, e, kuna msemo wa Kinyaturu unasema, mwenye mekaji wa gwande ya meho, yani maana yake anayemilika nyoka anaanza miguuni, e, kwa sababu huwezi kumilika kule kabla hapo hujajua kama yuko hapa, inaweza akakuathiri zaidi kama yuko karibu. Kwa hiyo unaanza kumulika kwenye miguu yako, unaenda kidogo, unaongeza radius, na ndivyo kijiji cha nyuki kwa miaka kumi na mbili tulivyokuwa tulikuwa hatujulikani kabisa, tulikuwa tujaanza shughuli tukakuwa ndani ya miaka kumi na mbili, na kwa sasa kijiji cha nyuki ni role model, au ni kati ya kampuni ambayo ina operation kubwa katika nchi na katika bara la Afrika ambapo rais, rais wa, wa wafugaji nyuki Afrika pamoja mm. na jopo lake mm. e, waliweza kutambua jitihada zetu na kuandikwa kama mmoja wa mradi wa mfano katika mm. bara la Afrika. Hongera, hongera sana. Asante sana. Tuko kwenye maadhimisho ya siku ya nyuki duniani ambayo leo tarehe ishirini ndio tunahitimisha haya ma, maadhimisho. Kwa kutazama ambavyo wadau wako hapa wengi Unaizungumziaje sekta mustakabali, wa hii sekta au maendeleo ya sekta unazungumziaje kwa miaka mitano mbele? e, kwanza kabisa nimefuatilia kwa karibu mm. maendeleo ya ufugaji wa nyuki kwa miaka mm. kumi na mbili iliyopita hata mm. sherehe hizi za ma, za, za, za maadhimisho ya siku ya nyuki duniani mm. hakuna ambayo sijawahi kushiriki mm. e, e, kimataifa na kitaifa mm. kwa sababu sherehe ya kwanza iliyofanyika kwenye makao makuu ya kwenye, kwenye ukumbi wa Zayed makao makuu ya uh, shirika la, la, la, la chakula mm. na kilimo duniani mm. eh, mimi nilikuwa mmoja wa Mtanzania pekee okay. aliyehudhuria uh, katika hizo celebration za kwanza kabisa, na hiyo. asante sana, na hiyo nilichaguliwa nili na na commission na, na, na, na mm. ya Apimondia Afrika kama mtu ambaye ana wadudu wengi ana makundi mengi kwa pamoja, na hiyo i, ilikuwa ina, ina, ina inaelezea kitu tofauti kwenye kilimo, ilikuwa inaelezea kama mchavushaji mkubwa kwenye mambo ya, ya kilimo. Kwa hiyo tunaposherekea leo siku ya nyuki duniani, kwanza ninafahamu na wengine katika bara la Afrika wanasherekea wapi, wa Kenya nimewaona, wa Ethiopia katika eneo la Jima, ambao mimi nimefika mara tatu leo hasa ndio sherehe za siku ya nyuki duniani e, zinafanyika pale. Rais wa wafugaji nyuki yuko pale Ethiopia sasa hivi, rais wa wafugaji nyuki Afrika yuko pale sasa hivi, na wengine wanasherehekea kimataifa. Sasa unaizungumzaje Tanzania? Kwa Tanzania kwanza nashukuru na, na, na, na na, na, na, nikiangalia structure namna sisi tunavyo tunavyosherehekea katika nchi ya Tanzania. hmm. nafikiri hakuna eneo lingine Afrika ambayo wanathamini siku ya nyuki hmm. kama Tanzania kwa sababu sisi kwanza inakuwa coordinated na serikali kabisa mm. na wadau wa nyuki wanajitokeza na tunafanya siku tatu mm. au mbili kabla mm. haijaja hai siku yenyewe na inawezekana tukaendelea tena kesho mm. e, baada ya, baada ya hii siku kupita. Sasa kwa ujumla mimi nipongeze mm. e, serikali ya Tanzania kupitia Wizara ya mali asili na utalii e, kitengo au idara ya misitu na nyuki mm. inavyotuunganisha sisi wadau wa nyuki na kujitahidi katika swala la kuhakikisha kwamba tunashiriki kikamilifu katika e, siku ya nyuki e, duniani, hasa mimi kama kampuni ya Kijiji cha Nyuki pamoja na wenzangu kama kampuni mdau mmoja mmoja, e, nimeona Tabedo, nimeona Bevac, nimeona kila mmoja amekuja na wale wadau wadau wake Tanapa Tawa, kwa kweli zile taasisi zote za wizara ya maliasili na utalii zinashiriki vizuri sama, sama. Na ushiriki ule unafanya watu wengi kupata elimu katika kipindi hiki mm. Na hiyo elimu inawasaidia kuwashawishi zaidi waingie kwenye ufugaji wa nyuki mm. Na wengine wananufaika eh, katika kuhakikisha kwamba wana, wanaondoka kwenye kutumia pengine sukari mm. na kwenda kutumia mazao ya nyuki kama mbadala wa, wa, wa, wa sweetness au sama, ule utamu unaopatikana kwenye sukari. Mkurugenzi wa Kijiji cha Nyuki, umewaletea mm. nini wananchi kwenye maonyesho haya? Kwanza kabisa mm. e, kutokana na kazi zetu tunazozifanya maana mm. yake hakuna mtu asiyefahamu kwamba mm. e, chupa ya kwanza mm. ya kilo moja mm. ya vumbi la Singida mm. au ya bee pollen mm. kuanza ku, kuwekwa sokoni Tanzania mm. ilitokea kwenye Kijiji cha Nyuki mm. tumeleta nyingi zaidi okay. na kwa sababu wateja wetu vumbi la Singida wateja wetu wana wanalionja wana, wana kila siku asubuhi okay, na wanalitumia vizuri kwa kwenye display yetu mm, tumekuja kwanza na mazao yanayotokana ya na, na nyuki mm, lakini pia tumekuja na asali okay, ya aina mbalimbali. Tumekuja na maziwa ya nyuki mm, ambapo wateja wetu wanauliza ni nini hiyo na nini, tunawaelewesha na wananunua kwao mm, tunawashukuru sana, lakini mm, pia tumekuja na mbegu za kupanda mbegu za miti ya miombo miti okay, ambayo inatoa asali nyingi sana nchini oh, e, tumekuja nazo tunaziuza hapa, tumekuja na gundi ya nyuki mm. lakini ile asali sisi mm. tulisha tulishaenda mbali zaidi mm. tukatengeneza mvinyo mm. unaotokana okay, na na asali ule okay, mvinyo e, watu wanakapeda sana <laughs> na hata sasa hivi <laughs> Asubuhi hii watu wamekuja wamepata pata kidogo, wanasema starter. Sasa mimi sijui vijana wanasema starter ni nini? He -he. lakini baadaye wanakuja tena mtano mtano wanasema steam <laughs> Sasa steam mimi sielewi, hizo ni lugha za, za vijana. lakini tuliamua kutengeneza mvinyo ambao unawachangamsha watu hmm. lakini hauwakongoroi okay. Eh, mvinyo mwingine ambayo iko sokoni inachangamsha eh, lakini inakongoroa watu hapa, ndo watu wajue umuhimu wa asali. lakini miki. pia waini hii ya huu mvinyo wa asali hmm. Unapoupata hmm. Eh, unaona mwili unapata joto mwili hmm. Joto nzuri zuri hmm. Kwa wanawake na wanaume ubaridi sio mzuri sana kwenye mwili wa, wa mwanamke wala mwanaume ma, mana, mana, hmm. Kwa hiyo tumewaletea watu okay. Eh, eh, maswala ambayo atawasaidia kwenye afya zao hmm. Eh, lakini pia tumewaletea mzinga unaoitwa Singida Techno High okay. Mzinga pekee ambao una sifa hmm. eh, shindani hmm. Haya, tumewaletea mzinga wenye kioo mm. wenye maji ambao unakuwezesha kuvuna karibu mazao wa yote ya nyuki okay. Na ndio mzinga uliotoa wa vumbi e, la Singida jingi mm. nchini. Kwa hiyo oh. e, tuko hapa nao kwenye maonyesho okay. Na tunaendelea kutoa elimu hii, tunaamini kabisa mm. e, kwenye sekta ya misitu na nyuki tutakuwa tumeleta mchango um, mm. labda kwa kumalizia tu mm. uh, watazamaji wanawapataje kijiji cha nyuki? Kwanza, Kijiji cha Nyuki, shughuli za Kijiji cha Nyuki utazipata kwa kusubscribe mm. kwenye Ifoneo Online TV okay. E, ambayo hapa nyuma yetu iko live, na, na pia uh, unatupata kwenye mitandao yote Instagram uh, Twitter na nini mm. kwa ifo, hashtag ifoneo hashtag mm. uh, kijiji cha nyuki, lakini pia website yetu ambayo ni ya uh, kijiji cha E, na mawasiliano mengine mm. E, kwa hiyo au kupiga simu mm. namba 0656 mm. 10 41 41. Kwao wanatupata moja kwa moja wa wateja wetu mm. Karibuni, mfurahia asili zenu. Mimi binafsi nikupongeze mm. sana sana kazi tutupu zako nyingi nzuri e. Na nimekuwa nikizifuatilia kwa karibu. Hakika wewe ni kijana um, Uh, wa kuigwa sababu mm. umekuwa mwanaharakati wa kuikuza mm. sekta mm. ya ufugaji nyuki nchini, kwa hiyo mm. naamini wengine pia na wanajifunza kupitia wewe. Nikupongeze na hongera sana na karibu tena The Honey Talk 255 Podcast mm. karibu sana asante sana ni vitu viwili tu vya muhimu vya kuchukua ambavyo nimeviona kwenye maonyesho haya. Moja, tunahitaji pale na umoja wa vijana katika swala la ufugaji nyuki nchini, tunahitaji kuwa na umoja support. Vijana wanahitaji kufanya hizo shughuli za ufugaji nyuki, vijana na wanawake wanahitaji hao waje kufanya biashara swala la sala so, kwa mwaka jana Kijiji cha Nyuki tumejitahidi sana, tumeweza ku sponsor event ya mwaka jana mwaka okay, huu tumeweza kufanya mawasiliano na waandaji, inaonekana walikuwa wamejitoshelea okay, lakini niseme tu kwa ujumla, sekta ya misitu na nyuki nchini, serikali bado haijawahi kuweka hela nyingi katika eneo hilo, haija bado inakusanya taarifa, na nikubwa. Mfano tu kwenye kahawa, kwenye chai, kwenye mazao mengine kama mkonge, tayari kuna bodi, kuna bodi bodi bodi ya watu wa nyuki wa hamna. Mm -hmm. Kwa hiyo uh, ili serikali ili serikali iweze kuona umuhimu wa kuweka fedha au financial support yo, kwenye, kuna haja ya kuwa na bodi kama ilipo kwenye bodi. Kunaona watu wa katani, korosho na watotereki, kwa sababu uh, wanajitegemea ki mm -hmm. Uchumi sasa kwenye umoja huu wa watu wa nyuki -wa -wa wa bado tu hautoshi, bado hautoshi, nitakia kuwa na bodi, na huu umoja wa wafugaji nyuki unatakiwa pia ndani yake huo na umoja wa vijana, umoja wa wanawake wa na umoja wa wa -wa, -wa wazee wa waze hivi, kwa sababu wote yes, hawa kwa kawaida unapoweka mtu wa -wa miaka ya sitini na miaka tisini na miaka elfu mbili kuja juu, akapamoja wa wajadili kuhusu nchi hii inavyoenda hautapata uh, discussion <laughs> kwa sababu ndani ya huyu mtu alizaliwa elfu mbili yule mwingine waliozaliwa miaka ya miaka sitini yani mentality yake kulinda ule uhuru waliopata. mm -hmm, lakini hao waliozaliwa miaka ya themanini mentality zao ni kuongeza ardhi baada ya nchi kuwa imepata uhuru, lakini hao waliozaliwa elfu mbili Penda juu mm. Mentality yao ni kuongeza followers mda mwingine. Wa na kushukuru sana na niwapongeze kwa, hmm. media hii mpya yeah. Itatusaidia, itakuwa sehemu ya, ya, ya, ya, ya, itakuwa na darasa kubwa kwa, kwa wafugaji wa nyuki nchini. Asante sana.